mwaka huu maadhimisho ya maporomoko eh, ya maji kwa msimu wa mwaka 2025, tunajivunia kufikia maporomoko ya maji 50, kwani mwaka jana tulipoadhimisha tulikuwa na maporomoko ya maji 17. Kwa ule uvumbuzi ama ugunduzi kwa toka msimu ule uliopita mpaka msimu wa, wa leo tarehe 16 tumeweza kufikia maporomoko ya maji 50, na ugunduzi ama uvumbuzi unaendelea kwa sababu eh, maeneo yanayopatikana maporomoko ya maji ni maeneo ambayo jiografia yake ni ngumu kidogo kuyafikia. Kwa hiyo yanahitaji muda, yanahitaji mkakati, yanahitaji mipango kuweza kuyafikia. Kwanza hifadhi hii ianzishwa mwaka 2002 na, e, na inasimamiwa na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania kwa maana ya TAWA, na lengo kuu la kuanzishwa kwa hifadhi ya Mpanga Kipengere ilikuwa ni kutunza vyanzo vya, vya maji kwa maana ya water catchment conservation. Hifadhi hii e, uhifadhi wa Mpanga Kipengere ni muhimu au ni nyeti kwa sababu ndio unalisha mto Ruaha mkuu. Bila kuhifadhi Mpanga Kipengere, mto Ruaha mkuu utakuwa hatarini. Lakini bonde la Nyasa na bonde la Rufiji kwa asilimia kubwa linategemea maji kutoka kwenye eneo hili la hifadhi ya Mpanga Kipengere kwa sababu ndani ya hifadhi kuna mito inayodumu ama ambayo mito ya mwaka mzima mitano kwepo huu mto wa Kimani ambao unaona nyuma yangu, na kuna mto Balali, mto Nyihemi, mto Ipera na e, mto Nyaluhanga. Yote hii ni mito ambayo inatiririsha maji mwaka mzima. Kwa hiyo e, uhifadhi wa eneo hili unatoa support kubwa ya maisha ya wananchi kwenye e, eneo la hifadhi kwa maana ya kilimo, sababu pia bonde la Usangu, kwa wanaofahamu wilaya ya Mbarali kwa mkoa wa Mbeya kwa inasemekana kwa asilimia zaidi ya 60 mpunga unaozalishwa mkoa wa Mbeya unatoka kwenye bonde la Mbarali na hili bonde la Mbarali, bonde la Usangu yale maji, asilimia mia moja, wanategemea yale, maji ya, umwagiliaji kutokea eneo hili la hifadhi ya Mpanga Kipengere. Kwa hiyo inasaidia uchumi wa wananchi lakini pia tukaenda kwenye eneo la umeme pia maji haya ya mto Ruaha Mkuu yanaenda kwenye bwawa la Mtera Kidatu na Mwalimu Nyerere kwa hiyo unaona unyeti au muhimu wa kuendelea serikali kuhifadhi eneo hili la, la Mpanga Kipengere. Sisi kama wizara tumekuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha tunakuza sekta ya utalii nchini e, kwa kuibua vivutio mbalimbali mbali vya utalii. Maporomoko ni moja ya vivutio ambavyo kwa sasa a, kwa nchi yetu Tanzania tumekuwa tukijivunia, ambayo imekuwa ikituletea wageni mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo katika mikakati ya serikali ni kuhakikisha tunakuza mazao ya utalii na maporomoko ni sehemu ya mazao hayo mapya ya utalii. Na nitoe wito kwa wadau mbalimbali pamoja na wananchi kutembelea vivutio vipya hivi vya utalii, kwa sababu tumezoea kwenda kutembelea hifadhi zetu na kuona wanyama, lakini tuna zaidi ya wanyama kwenye vivutio vyetu. Tumeona mwitikio ni mkubwa sana, tuna watu zaidi ya 150 kutoka Njombe, Iringa na Mbeya ambao wamekuja kusherekea E, siku hii maalum ya siku maporomoko. Kwa hiyo tunaona mwitiko ni mkubwa na ni hari ni tunatoa hamasa kwamba wadau waweze kuja kutalii vivutio hivi, ni kwa ajili ya Watanzania, wa, wa, wa. Kwa hiyo imekuwa ni siku nzuri kwa wazazi, familia, watoto, naona watu ni wengi wamegawanyika sehemu mbalimbali, ni siku ya kufurahi kwa kweli, tunafurahi na ukizingatia leo ni siku ya kazi, lakini watu ni wengi. Watanzania wenzangu, tupende kutembelea vivutio vyetu, tufanye utalii wa ndani, kutembelea vivutio vyetu kutafanya kwanza tuweze kuviboresha na hata pia tuweze kuwa na uwezo wa kuwatangazia watu wengine waweze kujua vivutio vyetu vilivyo